masoko na uhamasishaji mfuko wa SELF. Sisi ni taasisi iliyoko chini ya wizara ya fedha, ambayo tumejikita katika kuhamasisha wananchi kufanya kazi kwa kupitia mikopo yenye masharti nafuu, lakini pia tunatoa elimu ya fedha na bima. Na katika viwanja hivi vya Usagara Tanga tumekuja hapa pamoja na wizara ya fedha kutoa elimu kwa wananchi kuhusu matumizi sahihi ya mikopo vitu vya kuangalia wakati unachukua mikopo lakini vilevile na maswali sahihi ya kuuliza unapoenda kujihusisha na taasisi yoyote, ili kuondokana na tatizo ambalo tunalisikia kwa wananchi la kausha damu. Na tumekuja hapa, tuko kwenye mabanda um, kuanzia tarehe kumi na tisa mpaka tarehe ishirini na sita. Tunawakaribisha wanatanga wote mweze kufika katika banda letu kupata elimu hiyo na fursa ambazo zipo tunajua hakuna mtu yeyote ambaye ataweza kukosa kupata fursa hii kujiendeleza kiuchumi sana, mfika kwa karibuni sana mfike katika banda letu kwa elimu zaidi na kujua nini zaidi ambacho tunacho tuna kwa ajili yenu. Tuna mikopo kwa ajili ya wafanyabiashara, wafanyabiashara kwa maana wanaouza bidhaa za aina mbalimbali, lakini hata wanaofanya biashara za nafaka, lakini vilevile tuna mikopo kwa ajili ya wafugaji wa kila aina na wavuvi na wakulima lakini pia kama unataka kuboresha nyumba yako imefika hatua fulani, unataka ionekane na mwonekano mwingine tofauti, tuna mikopo kwa ajili ya kuboresha makazi na asasi za kifedha. Kwa maana kwamba wewe una unataka kuanzisha au umeshaanzisha kwa mwaka mmoja, unakopesha watu, umepata kibali cha BOT, basi unaweza kuja kwetu kwa ajili ya kuongezea mkopo. Maswali ambayo tunakutana mara nyingi wateja wakituuliza ni mkopo riba riba inakuwa ni swali kubwa sana katika mikopo na hilo limekuwa ni changamoto kwa kuwa wengi hawajajua namna sahihi ya kukokotoa riba. Kwa hiyo mafunzo kama wanaweza kupata mahali hapa, lakini vilevile kulinganisha biashara yako na mkopo unaochukua ukichukua na gharama zake za riba, je, utalipa? nashukuru sana. Tuna shuhuda nyingi sana kutoka kwa wateja wetu ambao tumekuwa nao kwa zaidi ya miaka kumi sasa kuna wengine ambao tulianza nao wakiwa na biashara ndogo kabisa. Kwa mfano, walikuwa na darasa moja la shule na lenyewe walikuwa wanakodisha eneo hilo, lakini mpaka sasa hivi wameweza kujenga shule zao na wameweza kuwa kuku, na shule kubwa ambayo imegraduate waliofika mpaka form 4 lakini tuna wafanyabiashara ambao walianza na duka dogo la spare za pikipiki, lakini sasa hivi duka lao limepanuka limekuwa kubwa zaidi. Kuna wakulima walikuwa wanalima labda eka moja mbili au hata chini ya hapo, lakini sasa hivi wamekuwa mpaka wanunuzi wa nafaka pamoja na kulima mashamba makubwa zaidi. Ni shuhuda nyingi na nzuri ambazo ziko hapa na tumeona wateja wetu wakikua kutoka hatua moja hadi nyingine ndio maana tunajivunia na tunaona kwamba ni sehemu sahihi ya kupata suluhisho la mtaji wa biashara.